Mkewangu wa mkewangu, mm -mm. mm. vipi, mbona umelala chini mne? mm -hmm. Sijuimelala ndani mimi mimi, naamka na kutafuta kitandani kote huko afu naambia sasa hivi nililala ndani kwa michizi. Nishapata wazo, kwa hiyo wananichezea, si ndio Wananiroga au sio? wanajifanya na, niroga eh? na wajanikomesha siki okay, wangu mdomo ulikuwa hmm. mwingi oh, mimi hakuna ifaa eh. kitu chote mimi nimetokea Tanga. Tanga iko wapi? umelala nje, nikwambie kitu hii. bahati mbaya tu upo hii bahati mbaya tu na nijuye nitakomesha, naiyo nje si bahati mbaya tu yokote sasa. na mdomo wako sijali, mwanangu. ndio mama nichokuiti hapa mwanangu, kupaongera ongera mama, umekuwa mama. Asante mama. Eh, ae, kazi yako nimeiona safi sana. Ndio eh, kazi hii haitaki huruma hata kidogo. sitokuwa na huruma sawa, ila mama, kuna mtu mmoja amenikwaza sana. tuga antena mwanangu nantena, na huyo sitokutajia kwa sasa hivi, ila nikifanya hicho kitendo utamuona mwenyewe ama utasikia kama nivyokwambia mwanangu, kazia haina huruma hata kidogo sawa. Hey, ubaya ubwela yani, mm, <laughs> yaani mimi nashindwa kukuelewa kabisa, yaani sikuelewi kabisa hata kidogo. Maana mimi haiwezekani nilale kule ndani alafu unachekelea kabisa, unaona jambo zuri kabisa, nitoke hapa nije nje wewe umelala ndani umetolia kabisa shwari kabisa, mke wangu. Mimi najua jana tumetoka wote nje, tumeingia ndani. Tumilala tukiwa wawili mke wangu. Mimi nifanyeje sasa? Mimi nakulaumu wewe vizuri tu kwa sababu haingia kilini. Hivyo na kuingia kilini kabisa. Haina kuingia kabisa kilini. Yaani mimi nilale ndani, alafu wewe tumelala wote ndani, tumeingia wote. Wewe utoke hapo, mimi nilale nje, wewe uko ndani unabimbilika tu. Mimi nilale nje, wewe ulale ndani nasijali, sijali. Mipango yenu naijua vizuri tu. Tena usinichanganye na usinifanye mimi mtoto mdogo, naelewa kila kitu sawa. Sikiza, ukisema hivyo unakosea. Mimi sio chizi, nina akili zangu timamu. Kile chumba nakaa na mke wangu, naingizaje mwanamke wa nje kile chumba wakati mimi nakaa na mke wangu? Mimi najielewa <laughs> Eti mimi najielewa, sijui na nini chumba cha mke wangu hayo <laughs> maneno tu, naelewa njama zenu zote Si unanielewa hivi? Wewe mtu alale naye ulale naye ndani humo kitandani, tena mimi nimelala mwisho kabisa. Wewe umelala mwanzoni, alafu unakuja kuniambia oh, umeenda nje, sio. Sikiza nikwambie, naelewa kila kitu, naelewa Usiniambie sije kufanyaje. Usinifanye mimi kama mtoto mdogo, najua hivi. Uh, mimi nilale kule afu nalala nje mweja chia kabisa, mwenye ndani wewe. Una kitu kizuri kile kilwe kazi yako kila siku mundani malawama, kila kitu, nikitoka nikichelewa kurudi lawama, hivi lawama. Haya, laumu la laumu laumu, tuone utapata nini laumu. Sasa kwa hiyo mimi ndo mtu lawama kila siku, nisiongee ukweli ukweli wangu, naona mimi kama nakulaumu. Mimi naongea ukweli, sikulaumu, ila naongea ukweli, na hicho kipo ninachokiongea hapa, kipo. Na umetoka hapa, umeanza kumchungulia, sijui kibonge, umefanyaje? Kwa hiyo mnasubiri mimi nitoke, nyie mlale na sijali, si ndio? Gulugulu, wewe unayajua yote yanonikuta mimi, yote unayajua, si unanielewa vizuri, yani sitaki kuelewa kwamba wewe hujui, sijui kufanyaje. Unajua kwa sababu gani? Haiwezekani mimi nikalala huku wewe eti nimelala tena, mimi nimelala mwisho kule wewe umelala huku mwanzoni, kweli eh? Hey, basi aishe bwana. Hey, eh, kanipe maji ya kunywa.

Sitaki matatizo na wewe hata mara moja. Naomba uniambie huo uchawi una faida gani? piga garagaza, ni huwe ni chinje, lakini sitokwambia mpaka yule mwenyelo ni kabisa. Kazi hii naongea okay, ujinga gani? Ninachojua mimi huwezi kupata uchawi mpaka uwe na pesa na uwezi kupata cheo kwenye uchawi mpaka uwe na pesa. Aya, kwa nini unanieleleza mimi? Katika hii familia kula yenu, vaa yenu, kila kitu najua mimi. Sina mke, sitaraji nitaoa leo wala kesho, yote katika kuangalia hii familia. Kambani nimtembea usiku. Naomba uniambie unapata faida gani kwenye uchawi. Us, usikie aibu kuna vijana wangapi kama mimi ambao na maendeleo, lakini mi kichwa changu akili zangu mawazo yangu nawaza familia, nijue mtakula nini mtavaa nini, alafu dada angu ndo uko kwenye alia mpano, anantia aibu kiasi hicho? Sasa sikiliza, sitaki kugombana na wewe.

Haya maneno ambayo nilikuwa nasikia mitaani. Kumbe yana ukweli. Hapa nyumbani kuna kitu gani nyinyi mnachokikosa? Hivi humo ndani kuna mtu ambaye ameshawahi kuwa na njaa? Mimi na maswali mazito sana hapa. Sijategemea. Use mama nikiwa narudi kulima, Fika tu hapa, sijaingia ndani, nakutana na Natumi akiwa amevalia mavazi ambayo hata mtoto mdogo kama anamwona lazima akimbia. Ni mavazi kabisa anaashiria kwamba yule ni mchawi. Mwana mjua mchawi amevalia mavazi meusi, amejipakapaka milangi, yani ni mtu ambaye anaonekana na wasiwasi. Naomba uongee <laughs> na da Tunu. Tunu huyu mwanangu, mimi jamani, huo ni uzalilishaji, kwanza ananizalilisha mimi. Jambo lingine hapa nyumbani mimi ndo napambana. Ucheka upatana na wapi mwanangu? Jamani Tunu eh? Ni mwenyewe mama yake, sio mchawi basi mama wewe, ukiambiwa kitu unaona kama mwanao anaonewa. Mm, mi siwezi kumsingizia, ninachoongea nimeona kwa macho yangu, sio kama nimehadisiwa na mtu. Ni, sina maana kama hiyo, sina maana hiyo, ila tu nashangaa tu mko mchawi, kaupata wapi uchawi hapo? Labda kudra tu za Mwenyezi Mungu, lakini nimemwona kwa macho yangu ya basi mwanangu, niachieni swala, nitalifanyia kazi, nitamsemea kadiri ya uwezo wangu wa Yosuwa. Kama kweli analo aliachik unaezilatkata <coughs> Siwezi kuendelea tena kukaa hapa, na sababu ya kukutua kule nyumbani, kukuleta huku. Nazani mke wangu lizungumzia, tungalizungumzia pale pale, kuna kitu ai, lakini kubwa zaidi ndo hilo mimi, mimi, mimi, mimi pale nyumba hile neva kuendelea kukaa, siwezi kukaa hapa. Hawami, nimesha kwambia, yaani hawami tu kodi nalipa mimi, kila kitu nalipa mimi, unanipangiaje siami mimi mwenyewe ninaulipa kodi, nimeshakwambia kuambia mule ndani mimi na hama na yeye. Mke wako anajifanya yeye ni mtu mzito. Sasa nasema hivi, hamuwami hamuwami, hamu tu mpaka nijue mwisho wake ni nini. Ayote kataka mke wangu kwa ajili ya mdomo wake, ila kodi nalipa mimi na kila kitu nafanya mimi. Nasema mule ndani mimi na hama. Mama simama hapo hapo. Vipi, mbona anachimbia mkoa? Nilijua mure ndani naishi na watu wenye roho safi, kumbe naishi na, na washenzi washenzi kupitiliza. Mmejivesha ngozi za kenge, kumbe ndani ni mamba. Mambamoto kuuliza wewe mtoto mamba, wewe na shangazi zako huko kwenu. Sijamini macho yangu nilichokiona leo. Naona sijali mimi, nitokie raifu. Mama haina haja ya kunielewa, nyinyi ni wachawi wachawi, mtanielewa vipi? Nani mchawi mfala wewe. Wewe mtoto wewe mtoto wewe. Mdomo wako utakuponza. Unanilea mpumbavu wewe? Wewe mshenzi wewe na adabu. Mimi mchawi na familia yangu. Sasa nitakuonyesha. Tena ukome ukome ukome. Na mdomo wako uangalie. Utakuponza. Nani achokwambia? <coughs> <coughs> Kama ukweli nitasema, maishani mwangu moto na nilichowaza na kufikiria, mimi natoka leo, naenda kutafuta pesa umundani tuhamu Tatizo lako wewe, unaenda kupambana kila siku, una risasi, una mabunduki. Mama, kinachopatikana hakipo upo, kinachopatikana hakipo ila nanyamazi. Eh. uh -uh. Mke wangu mimi, nilizani utanisapoti katika hili bado, na wewe unazidi kuongea upuuzi. Hali tuliokuwepo unaijua, inatakiwa tuchanganue akili, tunatoka vipi, tunapambana vipi kwenye hali, lakini we bado unaongea tu upuuzi, mke wangu. ah. Mm, sio kwa wewe. Aya, unaondoka tunafanyaje? Mimi nakwambiaje mke wangu, nikipata hela hata kama leo, tunakuja kuhamisha vitu vyetu ndani, tunahama. Mimi nimechoka, nimechoka, ninaumia ni mimi nafsi yangu inanyonyongonyea inaumia, matukio yanayotokea ndo maana naenda kufosi nipate hela tuhame. Mke wangu wewe unazidi kunikatisha tamaa, wewe ndio unatakiwa wewe kipaumbele uninyoshe hivi na hivi, mme wangu unipe moyo niende nikapambane, iradi hapa tuhame. Utakaponikatisha tamaa mke wangu, hata mimi nafsi yangu inanyongea. Haya basi, mme wangu, nakuombea dua, nenda ukapambane upate hela sawa. Mungu atakujalia utapambana, utapata hela, lakini wewe ah. Izo dua mwanangu, nageuka shee, nageuka kwa ustazati, lakini ndugu yangu, we umezidi. Ukienda ukirudi patupu, ukienda ukirudi patupu, ah, mda mwingine mtu ananyongonye. Nimeshasema tuvumilie katika hili. Sisi ndio wapiganaji vita namba moja. Uwezi ukashinda vita siku zote wakati adui wako unaopigana naye uko karibu naye. Sisi adui wetu tukae naye mbali, hivi vita ndo tutashinda, lakini tukisema tukae naye karibu, hivi vita hatuwezi kushinda. Ndio maana mimi naenda kupambana leo hii hii, nikipata tu hela humu ndani tuhame, nimechoka, nitakuja kufa bure na presha humu ndani, atakuja kuniua bure mazingira yanayotokea humu ndani, mke wangu, nitakuja nife mimi. <laughs> leo umeviona vita leo umeviona vita, eti ushaviona vita? Sasa sikiza nikwambie, mimi nakuombea dua kabisa. Sasa kimengine nakuombea dua, nenda kapae kazi upate hela tuame. Mimi mwenyewe pia nataka kuama, mimi mwenyewe pia nataka kuama, hakuna mtu anataka kukaa Upo? Aya, mi naondoka, mke wangu. Aya, unaondoka, tunafanyaje? Nakuachia nini mfukoni? Mwenyewe unajua sina hata mii hey. Mimi nategemea nikapambane, nirudi na unga mm, tuje kula. Unaanza unaanza gulugulu hapa tu, unaondoka tayari. Ushaniambia si sina hela, si tunafanyaje? Aya, mii nafanya nini? Aya lakini ngoja, mimi tunakula dua. Aya, kwa hivyo niache nikapambane, nitakaporudi hata leo ikikamilika, tunatoa vitu vyetu. Mimi naondoka. Mm. Wewe niache nikapambane. Yaani ni nyace nguru kaamua anaenda kupambana. Mbona tuna nimekimbia kweli kuja kusikiliza wito wako. Vipi? Safi. Ni mambo ya kujibrandi. Basi tuchane naye mimi kuna kitu nimekutia, na naimani hutu niangusha kwa sasa hivi. Kipisile simuyei kabisa, yaani simuyei hata kidogo, na nafahamu wazi ninafiketu mkubwa sana. Unaweza kujua Kipisile kwa nini uku mzumbungu atukuita hapa? n ninikajua nini, nini? una shilingi ngapi? Swala hiyo sio tatizo, mimi nachakukupa zaidi ya pesa, nitimizie swala yangu.

nipa jambo dogo dogo, sasa mtu mchuuza kipesile si sawa na bahariya kupiga mbizi. Oh. Kwa hiyo so wasi... oh, oh, so, oh, mimi ushauri wangu ndio naenda kufanya vile au sio? Unachukulia poa. Mimi nimekuita hapa nikuelekeza sio ufanye upumbavu kama ule. Usinikunje basi. Unachukulia poa na kunikunjaje sio? Unakunjaje? Mimi familia yako na nihusu? Wewe na mambo yako sio na wangu. Familia yangu na kuhusu nini sasa? Familia yako wewe ni ya kwangu. Wewe vipi mshamba nini? Potea bwana. Alafu tabia kunikunja kunja, unajua mistaki mwanangu.